Acha nikakuombee tena mchana wa leo ili kwamba neema ya Mungu ikatusaidie tuweze kukumbukwa pale ambapo tumeona tumesahaulika na Mungu na ni jinsi gani ambavyo Mungu akaturudisha tena na kutusaidia katika maisha yetu. Tuende mbele za Mungu mimi na wewe ambao umenifuatilia ujumbe huu ili kwamba tukapate msaada wa Mungu. Baba yetu na Mungu wetu katika damu ya Yesu. Wewe ni Mungu wa kweli na ni Mungu wa haki. Hatuna Mungu mwingine zaidi yako Bwana, hatuna baba mwingine ambaye tunamtegemea kama sio wewe peke yako. Nina kila sababu ya kukushukuru kwa ajili ya ujumbe huu uliotupa e Bwana siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya msikilizaji aliyesikiliza ujumbe huu. Asante kwa ajili ya yule atakayefuatilia tena e Bwana kwenye vyombo vya mitandao ya, ya kijamii. Baba, ninasogea mbele zako Mungu wangu na baba yangu, ninajua ya kwamba unatupenda. Mimi na watoto wako na watumishi wako ni wanadamu, tumeumbwa katika hali ya dhambi na kuomba utusamee na kutuhurumia Bwana, kwa sababu tumeona kwamba dhambi imetutenga na wewe, Mfalme, na pale ambapo ulitamani kutusaidia katika yale madhaifu yetu umeshindwa kutusaidia kwa sababu ya dhambi. Ninaomba rehema, ninaomba msamaha, naungama mbele zako Mungu, ninanyenyekea kama Daudi mtumishi wako alipogundua ya kwamba hastahili kabisa mbele zako, akashuka na kuanguka mbele zako, akaomba na kunyenyekea kwako. Nami Mungu ninaomba utusamehe, ninakuomba uturehemu Bwana, kama jinsi ambavyo ulirehemu ya Israeli ukawakumbuka arudia tena ukawahurumia na kuwatetea tena. Nami Mungu, ninaomba utusamehe, unisamee mimi na familia yangu, unisamee mimi na jamaa yangu, unisamee mimi pamoja na taifa langu la Tanzania, unisamee mimi na wale wote wanaotufuatilia. Baba, ninaomba rehema. Baba, ninaomba msamaha. Ninaisidamu yako ya thamani iliyomwagika msalabani, ikatuhurumia na kututakasa pale ambapo uovu wetu umesogea mbele zako, kwa sababu ni kweli Bwana unaujua, ni kweli Bwana umekaa mbele zako, umekuwa ni harufu baya unapoutazama, utazama hauoni pa kupita. Mungu, naomba rehema tusamehe Baba, turumie e Bwana, tutakase e Bwana, tuponye e Bwana, maana uovu wetu umekuwa mwingi, dhambi yetu imekuwa kubwa mbele zako, na ndio maana Mungu wa Israeli majibu yetu yanachelewa kurejea kwetu. Naomba ututakase kwa damu yako, naomba utusafishe kwa damu yako. Asante baba yangu wa mbinguni, asante kwa ajili ya mtoto wako, asante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye, Bwana, amefuatilia maombi yetu, anayefuatilia sasa na isi neema yako tena. Naomba ile neema yako Bwana ikapite juu yetu ukatukumbuke tena, pale ambapo tumesahulika, pale ambapo umetuacha, pale ambapo ulikaa kimya, tunapokuita ukakaa kimya. Naomba ukaturudie tena ile neema ya kukumbukwa ikarejee juu ya maisha yetu. Ukamkumbuke mama huyu ambaye amekaa kitandani kwa muda mrefu, ambaye analia kwa muda mrefu. Ukamkumbuke kijana huyu ambaye amekata tamaa, haoni mwelekeo, haoni mbele, elimu yake imekuwa shida, maisha yake imekuwa shida, uchumi wake umekuwa shida, haoni pakue Ninaomba ukamkumbuke, neema ya kumkumbuka Bwana ikaonekane juu yake. Naomba ukaikumbuke familia hii ambayo Bwana, wamefungwa hawaoni mwelekeo. Wengine Bwana, Mungu wa Israeli, wanahitaji maisha yao yawe mazuri, wanahitaji Bwana wapate wenzi wao, lakini kuna namna ambavyo wameendelea kusaulika kwa sababu ya dhambi. Baba naomba neema, Yesu naomba neema yako ukawakumbuke Bwana, ukaikumbuke hii familia inayopita kwenye vita, inayopita kwenye mafarakano za vita juu yao, naomba neema yako ukatukumbuke Bwana. Inawezekana kuna sababu ya ujumbe hukufika kwa watu wako. Inawezekana Bwana una mpango wa kuiponya Tanzania, una mpango wa kuponya familia, una mpango wa kuponya e bwana taasisi fulani ambayo Bwana, kuna mahali imekwama, naomba neema yako, neema ya kukumbukwa Bwana, maana umesema ya kwamba tukukumbushe na tuhojiane, tueleze mambo yetu ili tuweze kupewa haki. Kuna haki zimekwama, kuna haki zimezuiliwa na maadui zetu, e Bwana, kwa sababu ya ule uovu, lakini neema yako inapita tena mchana wa leo, ili kutusaidia, ili kututoa hapo tulipokwama, kututoa hapo tulipocheleweshwa na hazina zetu za mahali pasiri, zilizofichwa e Bwana, tumecheleweshwa kwa sababu ya ule uovu, lakini leo tumerudi kama jinsi ambavyo ya Yakobo alirudi, kama jinsi ambavyo Israeli alirudi kwako, nawe ukamkumbuka, nawe ukamhurumia, nawe ukamsaidia, nawe ukamwokoa. Naomba utuokoe, naomba utusaidie, naomba utuponye, naomba ututoe Bwana, tutoe mahali hapa Bwana. Tumekaa kwa muda mrefu, tumekwama kwa muda mrefu, tumechelewa kwa muda mrefu. Tunaomba utusaidie, tunaomba utuponye, tunaomba ututetee, tunaomba utupiganie. Kumbuka Okay, Baba, yule bwana amekwama kwenye uchumi wake, amekwama kwenye familia yake, naomba neema yako ukamkumbuke sasa, ukamsaidie sasa. Ni kweli wengine wanasema tumezitoa sadaka zetu usiku na mchana, lakini hatuoni matokeo. Ni kwa sababu uovu uliwatenga na uso wako. Leo naomba neema Yesu, naomba neema Kristo. Bwana, naomba neema ya kukumbukwa tena, ya kutetewa tena, ya kusaidiwa tena, na ule mkono wako ambao ulisema sio mfupi, hata ukashindwa kuokoa. Naomba ukatuokoe, naomba ukatuvushe, naomba ukatupiganie, naomba ukatutetee. Tunakuita Bwana, tunakutaka na nguvu zako, mana umesema mtakeni Bwana na nguvu zake, na leo tunakutaka na nguvu zako, ili ukatutoe kwenye hayo maangamizo, ukatutoe kwenye hayo mateso, ukatutoe kwenye huo mkwamo na uo uharibifu ambao umekaa kwetu, ukatutenga na wewe, ukasababisha ukatusahau. Tukumbuke Bwana, tukumbuke Yesu, tukumbuke mfalme wa amani . Tumekuwa kama Sayuni aliyelalamika akisema Jehova ameniacha, akisema Jehova amenisahau, lakini umesema hujawahi kutusahau, umetuchora kwenye kitanga. Uovu wetu tu ndio ulisababisha tukatengwa na wewe. Baba tumerudi, Baba tumegeuka, Baba tumekuja, tusaidie Bwana, tukumbuke Bwana, tutetee Bwana, tuwezeshe Bwana. Kumbuka yule mgonjwa ambaye yuko hospitalini anateseka Bwana, anapita usiku na mchana. Hao ni mwelekeo naomba neema yako ikamkumbuke, naomba neema yako ikamguse, naomba neema yako ikamtetee. Wako waliojenga wameanza ujenzi wameishia katikati, hawajamaliza, naomba neema yako ukawakumbuke Bwana. Hao vijana walioanza ujenzi wakaishia njiani, naomba ukawakumbuke. Ambao hawana kazi, naomba ukawakumbuke. Ambao Bwana hawaoni maisha, ukawakumbuke. Waliofungwa na ulevi, waliofungwa na uzinzi, Yesu ukawakumbuke ukumbuke ukawatoe, kwa maana umesema hao maadui tutawatafuta tutawaona na kuomba. E Bwana, wakaondolewe mbele yetu, wakaondolewe mbele ya watoto wetu, wakaondolewe mbele ya utumi wetu, wakaondolewe mbele ya afya zetu, wakaondolewe mbele ya huduma zetu, hao watesi, hao watu wabaya, hao wachawi, hiyo miungu ya ukona kabila, hiyo mizimu ya kifamilia, ikakae mbali nasi, kwa maana unaturejea, kwa maana unaturudia, kwa maana unatukumbuka, kwa sababu umesema usiogope i kwa mkono wangu uliodari tena nitakutia nguvu. E, Bwana naomba ukatusaidie tena na kutupigania Baba, tunakushukuru Yesu tunakubariki wewe. Ni Mungu mwaminifu wewe ni Mungu wa ajabu. Libarikiwe jina lako. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya watoto wako, asante kwa ajili ya watumishi wako, asante kwa ajili ya Bwana ya, ya chombo hichi cha habari. Popote kinapofika, ninaomba neema yako Bwana ikapate kumsaidia kila mmoja ambaye amefuatilia maombi haya. Basi Mungu wa mbingu na nchi, tunajikabidhi na kujidhabiu mikononi mwako. Tunaomba neema yako isipunguke kwetu, ukatukumbuke Bwana ukawakumbuke wafanyakazi wote wa redio habari maalumu, ukawatetee Bwana ukawakumbuke falme, ukawasaidie Bwana ukawatie nguvu uka kwa mkono wako wenye nguvu tena uliodari ukalete msaada kutoka patakatifu pale, ambapo Bwana wanaona kuchoka, wanaona kuzimia, wanaona kukata tamaa. Yesu ukawasaidie, Yesu ukawatetee, Yesu ukawaimarishe ili walio wengi wakafikiwe. E eh, Bwana, walio wengi wakafunguliwe, walio wengi wakaponywe, walio wengi wakatetewe, walio wengi wakainuke Bwana kupitia wao, kwa ajili ya utukufu wako Mungu. Asante wa Yesu. Ante, mchana wa leo tunajiweka wakfu kwako, tunaomba ulinzi wako, tutunze Bwana na kutupigania siku zote za maisha yetu, ni katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Munguli hai nimeomba na kushukuru Amen. Basi kwa maombi na ushauri zaidi tawasiliana kwa simu namba 0757 812236. Lakini pia ikiwa kwamba ndani yako umesikia kuambatanisha maombi yako na sadaka ili kwamba kazi ya Mungu iweze kwenda mbali na kazi ya Mungu iweze kuimarika, basi utatumia namba 0784 463636 na Mungu wa mbinguni ataendelea kukubariki na kukubariki zaidi na zaidi katika maisha yako. Ubarikiwe sana ambao umefuatilia ujumbe wa mchana wa leo katika chombo hiki cha habari maalum. Ubarikiwe sana Amin.